Hii ni Bugoma TV. Habari aidi na, na naitwa mwandisi Dismas Masawe, ni kaimu mkurugenzi wa huduma za ufundi katika kampuni tanzu ya TANESCO ya ETDCO. Leo eh, tulikuwa hapa katika substation, kituo cha kupoza umeme cha Mpanda ambapo zoezi kubwa lilokuwa linafanyika ni zoezi la kupima uh, laini yetu ya umeme ambayo imejengwa na kwa ajili ya kuangalia ubora na kama vile kama iko tayari kwa ajili ya kupewa umeme au kuwashwa. Nashukuru Mungu tumepima laini yetu salama kabisa, na tumeona iko salama, imekamilika kwa asilimia mia moja kwa ajili e, iko tayari kwa ajili ya kuchajiwa e, na kupeleka umeme mradi huu wa ujenzi wa laini ya umeme umeanzia Tabora kupitia e, Ipole, Inyonga na leo tulikuwa tunafanya e, ma, ma, majaribio ya mwisho kwa kipande cha mwisho cha kutoka Inyonga mpaka hapa Mpanda. Jumla ya laini yote urefu ni kilomita 383. Lakini kwa kipande hiki ambacho tumefanyia kazi leo ni kipande cha kilomita 124 ambacho ni kipande cha mwisho e, kutoka pale Inyonga mpaka Mpanda. Gharama za mradi huu ni bilioni 116 zikijumuisha mradi mzima kuanzia pale Tabora mpaka Mpanda ambapo zinajumuisha sasa ujenzi wa laini ya msongo wa kilovolti 132 kilomita 383 kutoka Tabora kituo cha kupoza umeme mpaka kituo cha kupoza na kupokea umeme cha Mpanda katika mkoa wa Katavi. Kukamilika kwa, kwa majaribio yetu haya ya mwisho yanatoa fursa kwa mtumiaji wa umeme kuendelea na mazoezi mengine yanayofuata, ambapo ni uwashwaji wa laini, washa vituo, kituo cha kituo cha kupoza umeme cha Mpanda na kupeleka umeme kwa wananchi. Kwa majina anaitwa CPA Sado Kimugendi, ni kaimu meneja mkuu wa kampuni ya Tidiko. Kampuni ya Tidiko ni kampuni tanzu ya Tanesco ambayo inajishughulisha na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kusafirisha na kusambaza umeme. Leo hii tarehe le 16 hapa tuko Mpanda, eh, substation ya Mpanda tumekamilisha njia ya kusafirisha umeme yenye msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka Tabora mjini mpaka hapa Mpanda. Kwa hiyo zoezi kubwa tuliokuwa nalo, e, kwa siku ya leo ilikuwa ni kupima e, paramita kama umeme unaweza ukafika hapa, na paramita zote zimekwenda sawasawa. Kwa hiyo leo hii tunasema tumehitimisha hili zoezi, kwa maana kwamba e, e, line yetu iko tayari kuingiza umeme hapa e, mkoa wa Katavi. Naitwa Elisha Josephu ni mkazi wa mkata ya Misunkumiro. Kwanza tunafurahi sana kwa kutufungulia umeme huu wa gridi ya Taifa. Tuna imani sana utakapofika kwenye majumba yetu utatunufaisha makubwa, na pia tutaondokana na ile yaza ya kukatakata. Na tuna imani kwa sisi kama vijana, tutapata ajira, viwanda vitafunguliwa. Tuna imani hiyo, viwe vikubwa viwe vidogo vidogo, tutapata ajira, tutapata namna mkono uende kinywani, asanteni sana. Anaitwa Kalemele Ilali ni mkazi wa Msunkumilo. Tunamshukuru Mama Samia kutuletea umeme huu, kwa maana hiyo umeme huu utakapokuwa umeingia kwenye majumba ya watu, watu watafungua viwanda vikubwa vidogo na watu watapata ajira zote, ajira itakuwa ya kutosha, watu wataendelea maendeleo. Hii ni Bugoma TV.